Saa nyingine sitamani kuishi ki ukweli, mateso anayepitia. Naitwa Zulfa Hamisi, nimezaliwa Kondoa wilaya ya Dodoma mimi ni mtoto wa mama, watoto wanne. Huyu mtoto wangu wa mwisho nilimzaa akiwa na tatizo la kichwa kikubwa. Nilivyofanyia operesheni hapa General, baba yake alisema kwamba mtoto sio kwake, akaniacha akaniterekeza hapa hospitali, yeye akaondoka. Mpaka sasa hivi sijui alipo. Niliomba msaada kwenye makanisa kwenye misikiti, nikapewa msaada, nikaenda Muhimbili akafanyia operesheni. Amefanyia operesheni karibu mara tatu Muhimbili. Mara ya mwisho ndio amemweka shanti lakini tatizo bado. Maisha yangu ni magumu sana, nimepitia changamoto sana tangia nimejifungua huyu mtoto Amina, na miaka kumi na moja hatembei hakai kwa kweli ni mara kwa mara mimi huwa nalazwa hospitali kwa sababu homa za mara kwa mara. Naomba ndugu zangu munisaidie, kama na rais unanisikia, mama angu, dada angu. Naomba unisaidie. miaka kumi na moja nimepitia changamoto nyingi sana. Nakuomba mnisaidie, ndugu wa Tanzania wote mnisaidie, kwa sababu hata chakula saa nyingine tunakosa. Naomba mnisaidie. Pindi naishi na mume wangu, nilikuwa nakaa nyumba ya kupanga, lakini alivyoondoka kodi ilivyoisha, kwa kweli nilishindwa kulipa kodi ikabidi kuna ndugu yangu tu akaniambia nije nikae pale nyumbani kwake, na sasa hivi ndo niko nakaa na nyumbani kwake. Kitu kikubwa kabisa niko naomba bima ya afya, kwa sababu bima ya afya inanisaidia nikienda Mwimbili, nikienda hospitali ndogondogo. Naomba nimsaidie bima ya afya, kwa sababu mara ya mwisho alivyofanyia operesheni ya Amina stiskani daktari aliniita akaniambia kwamba Amina hatafanya chochote kwa sababu maji yameingia sana kwenye ubongo. Rais, siwezi kumtupa mwanangu, siwezi kumtelekeza kwa matajiri. Mi ni kweli, Mungu alinichagua ni maskini, lakini alinipa mtihani huu na ntavumilia. Naomba munisaidie, ndugu zangu. Napata changamoto nyingi sana, saa nyingine hata hela ya hospitali nakuwa sina, inabidi niingie msikitini, kanisani ndio nipate pesa ya matibabu kwa kweli, maana hata mahitaji ma yake nashindwa kuipata kwa sababu ninatakiwa nichukue ninunua pamba, si ninatakiwa ale, kwa sababu sina kazi yoyote. Nimeenda serikali ya mitaa, wakaniambia labda ungepata mkopo, nifanya biashara ndogo ndogo. Lakini nilienda hadi jiji, wakanipa kibarua niende kwamba wale wanaokopesha niende kwa ofisi ya idaya lakini, waliniambia kwamba siwezi kuchukua pesa ya mkopo kwa sababu una mtoto mgonjwa, hii hela nitaweza nikaitumia kwenye mkopo eti kwenye nani, kumtibia mtoto, siwezi kurudisha. Kwa kweli nilirudi nyumbani, ndugu zangu, machozi haya yangu usiku na mchana haya hayaishi kutoka Saa nyingine sitamani kuishi kiukweli, mateso nayepitia, watoto tu wale wanatakiwa, wale yule anatakiwa aende shule, maana kuna mahitaji mengine hata ya shule. Nilienda kwa kweli kwa walimu waka, nikawaambia nikawaeleza, kwa kweli walimsamehe huyu mtoto ambaye yuko form one sasa hivi, hata daftari saa nyingine nakosa. Sasa nyingine mtoto anaenda na viatu ambavyo vimechanika. Ndugu zangu naombeni mnisaidie. Umri wangu mwenyewe unaenda sasa. Nimesha kuwa mtu mzima. Siwezi kujua Mungu ataniweka hadi lini. Na kunipa huyu mtoto Mungu mwenyewe ndo anajua. Nguvu zangu zitaniisha kama Mungu bado ananiweka na huyu mtoto. Nipata hata sehemu ya kukaa tu, ila ni mleo mwanangu, naombea nisaidie ndugu zangu. Kweli ndugu wa mume hawajanisaidia chochote, maana wazazi wake waliisha fariki. Maana kulikuwa na kaka yake, ndio hiyo, alikuwa hapa nani sokoni hapa, lakini sasa hivi hayupo tena pale maana nilienda tangia akiwa mchanga kabisa. Nitakio niende Muhimbili, lakini alisema sasa kama yeye amekimbia, mimi siwezi kubeba majukumu kwa kweli. Sikumfuatilia tena. Aliwahi kupewa baskeli, lakini ile baskeli alishindwa, kwa sababu akikaa nani, kichwa kina nani, kinatumbukia kwa sababu kichwa akija mishipa haijakaze shingo labda nipate kuna baskeli ambazo zina bana huku na, na miguu labda zile labda zitaweza zikamsaidia. Naomba Watanzania wote, naomba wanasaidie sehemu ya kukaa, mahitaji mahitaji ya mtoto na mahitaji ambaye nahitaji haswa sana, kwa sababu bado Amina anahitaji ana, ana, ana kwamba kwenda hospitali ndo mahitaji makubwa na bima ya afya.